Tangu mchakato huo ukianza mwaka 2011 lakini tumeona pia timu imepitia kumbukumbu zote za Wizara ya Ardhi, lakini pia timu imepitia katika kumbukumbu zote za kimahakama kwa maana mashauri yote ambayo yamebainishwa katika milki hii, yani kiwanja namba 819 Msasani Bichi, lakini pia tumeona timu imepata taarifa nyinginezo kutoka Mahakama Kuu. Mheshimiwa Rais labda niurejeshe ni umma um, katika swala hili mtakumbuka kwamba awali tulisema kiwanja hiki umiliki wake ulianza mwaka 1999 mmiliki wa kwanza alikuwa ni Bariki Elisante Kenja uh, na mwaka 2007 bwana Bariki Elisante Kenja alihamisha miliki hii kwenda kwa Quality Real Estate. aliuza baada ya hapo miliki hiyo mwaka 2008 ilihamia kwenda kwa Quality Real Estate Company Limited na baadaye kwenda kwa Justus M Lugaibula ambaye ni marehemu mume wa mlalamikaji, ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini pili, mwaka 2011, kwa mujibu wa kumbukumbu za msajili, Justice M Lugaibula alihamisha miliki kwenda kwa Muhamed Mustafa Yusufali kwa njia ya mauziano ya shilingi milioni 262 na laki tano. Aa, ndugu waandishi wa habari jalada la Wizara ya Ardhi linaonyesha uwepo wa zuio wa caveat iliyosajiliwa tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2012. Zuio hiyo liliwekwa na Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule akilalamika njama za mme wake kutaka kuuza nyumba hiyo ya ndoa bila ridhaa yake. Wakati mlalamikaji akiweka zuio hilo aa, hiyo miliki ilikuwa tayari imeshahamia kwa ndugu Muhammad Yusufali tangu mwaka 2011. Mheshimiwa mwenyekiti, swala hili limefanyiwa uchunguzi. Lakini pia nije kwenye kipengele cha mapitio ya sheria mbalimbali ambazo kamati imepitia. Katika sheria mbalimbali Mheshimiwa Rais, kamati imepitia katika sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka wa 99 lakini pili, imepitia katika mashauri mbalimbali yaliyohusu kiwanja hiki, imepitia katika kesi namba mia mbili na nane ya mwaka elfu mbili na kumi na moja iliyofunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na hii ilikuwa ni Mohamed Mustafa Yusfali dhidi ya Justice Lugaibula. Lakini kamati imepitia pia katika kesi namba 389 ya mwaka 2020, shauri lilifunguliwa katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya Kinondoni na Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya Justus M Lugaibula na Alice Pasco Haule. Kamati ilipatiwa nakala halisi ya tuzo decree ya kesi husika. Mheshimiwa Rais, decree hii ilikuwa ni consent judgment, kwa maana waliridhiana mezani. Lakini pia Mheshimiwa Rais, kamati tumeona imepitia kwenye kesi namba 3143 ya mwaka 2025. Kesi hii ilifunguliwa Mahakama Kuu mwezi wa pili 2025, na kesi namba 224 396 ya mwaka 2025. Mheshimiwa Rasi, kamati pia tumeona imehoji uh, mashahidi mbalimbali mbali. Kamati imehoji mashahidi zaidi ya nane, akiwepo mwanasheria aliandaa nyaraka za kukopeshana fedha na mauziano kati ya marehemu Justice M. Lugaibula na Muhamedi Mustafa Yusufali shahidi katika taarifa ya kamati anakiri kwamba anamfahamu wa mume wa mlalamikaji ambaye ni Justice m Lugwaibula, ndiye aliyechukua draft ya spouse consent kwenda kumsainisha mlalamikaji Alice Nyamwiza. Uh, Pasco Haule anasema mume wake alichukua nyaraka hiyo na kwenda kumsainisha, lakini baadaye akairejesha mume wake shahidi anakiri kwamba hakuwahi kumwona sehemu yoyote Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo, mheshimiwa mwenyekiti. Lakini pia iliingiwa mikataba, kwenye taarifa tumeona iliingiwa mikataba miwili: mkataba wa kukopeshana shilingi, mi, la, shilingi milioni mia hamsini na mkataba wa transfer wa hicho kiwanja kwa gharama shilingi mia mbili sitini na mbili na laki tano. Na mikataba hii yote miwili ilihusisha kiwanja kimoja, kwamba ukishindwa kulipa deni milioni 150 ifanyike transfer kwa thamani ya milioni 262. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, tumebaini kwamba masuala yote ya kukopeshana hayajawahi kuripotiwa wizara ya ardhi. Mheshimiwa mwenyekiti, yaliyobainika Kamati imethibitisha kuwa nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani Beach imekuwa ikimilikiwa kihalali na Justice M Lugaibula na kuwa nyumba hiyo ni mali ya ndoa, matrimonial property. Lakini pia kamati imebaini kuwa mnamo mwaka 2010 Mohamed Mustafa Yusufali na marehemu Justice Lugaibula waliingia mkataba wa kukopeshana fedha kiasi cha shilingi milioni 150 kwa dhamana ya nyumba tajwa lengo kuu ni mkopo, sio kuuza nyumba. Mheshimiwa Rais, kamati imebaini kuwepo kwa mkataba wa mauziano wa nyumba hiyo baina ya Muhamedi Mustafa Yusfari na Justice M Lugaibula mwaka elfu mbili na kumi ambapo ilikuwa ni takwa la mkataba huo kwamba ikitokea Justice ameshindwa kulipa deni hilo, basi dhamana nyumba ihamie kwa Muhamedi Yusfari. Kamati imethibitisha kuwepo kwa mashauri kadhaa kuhusiana na miliki nimeshaeleza. Kamati imethibitisha kuwa Mohamed Msfali aliliomba baraza la ardhi na nyumba wilaya Kinondoni wamalize kesi hii kwa maridhiano kwa njia ya makubaliano, na hilo lilifanyika na kuthibitika kwa kuwepo kwa deed of settlement. na Mheshimiwa RC deed of settlement ambayo tume, tumeiona kamati iliomba directly kutoka kwenye baraza la ardhi na nyumba husika. Mheshimiwa Rais, kamati pia tumeona imethibitisha pasi na shaka kuwepo kwa tuzo decree ya baraza la ardhi na nyumba Kinondoni ambayo ina makubaliano deed of settlement, baina ya Muhamed Yusfari mdai na justice M Lugaibula na Ali Saule wadaiwa ya kumaliza mgogoro na madai yanayohusiana na nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 Msasani michi Dar es Salaam. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati imetilia shaka kama spouse consent, kibali cha mwenza, kilitolewa kwa mjibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ikisomwa pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa sababu zifuatazo: moja, Mheshimiwa mwenyekiti, kamati haikufanikiwa kuona spouse consent, idhini ya mwenza ambayo ni halisi, yani original copy, licha ya pande zote kutakiwa kuwasilisha nyaraka hiyo katika kamati. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pia bibi Alice Haule anakana, anakataa kwamba hajawahi kutoa idhini ya ndoa ya kuuza mali ya ndoa. Anaeleza kwamba ndio maana amekuwa akishughulikia swala hili akilalamika tangu mwaka 2012 kwa na, akaamua kuweka caveat. Kwa hiyo anakana kwamba hakuwahi kutoa spouse consent lakini finding ya tatu katika spouse consent Mheshimiwa Rasi, maelezo ya wakili aliandaa nyaraka hiyo yanasema kwamba hakuwahi kumwona Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo mbele yake, bali aliandaa nyaraka hiyo kisha kumkabidhi mme wake na mme wake akairudisha ikiwa imesainiwa. Lakini pili, mheshimiwa mkuu wa mkoa, kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Muhamedi Mustafa Yusfari inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint prit, hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka aliyowasilishwa iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu. Yani, nyaraka ambayo mwanasheria aliandaa nyaraka zile za mauziano kati ya kati ya marehemu Justus na Muhamedi Mustafa anasema ililetwa ikiwa imesainiwa na mkono. Ah, Mheshimiwa Rasi, kuhusiana na jaribio la kumwondoa kwa nguvu Bi Alice Haule katika nyumba iliyokuwa akiishi, kamati imebaini taratibu za kisheria hazikuzingatiwa kwa sababu hakukuwa na amri yoyote ya mahakama au vibali vilivyoidhinishwa na mamlaka. Aidha, kamati imebaini kwamba zoezi hilo lilipelekea Bi Alice pamoja na familia yake kushambuliwa na kudhalilishwa. Vilevile, wapangaji wa Bi Alice ambao ni raia wa kigeni waliibiwa vitu mbalimbali ikiwemo fedha zao, na masuala haya yameripotiwa katika jeshi letu la polisi. Mheshimiwa Arasi baada ya kupitia taarifa hii ya kamati, pia tumeona maoni ya kamati na naomba ni aseme hapa kama yalivyo. Mheshimiwa Arasi, maoni ya kamati, maoni ya kwanza ni kwamba serikali kupitia mamlaka zake dhidi ya watu mamlaka zake zichukue hatua dhidi ya watu binafsi na makampuni yanayojihusisha na, na ukopeshaji wa fedha bila kufuata sheria, kanuni na miongozo ya serikali. Mbili, pamoja na juhudi kubwa za serikali za kutoa elimu ya fedha na ardhi kwa wananchi, tunashauri jamii isiingie mikataba na taasisi au watu binafsi, mikataba kama hii ambayo inatoa mwanya mkubwa wa kudhulumiwa. Tatu, wanandoa wanapouza mali ya ndoa washirikishe wenza wao na wanasheria, waone wenza wao wakisaini kwa macho yao kwa sababu watu sasa hivi hawaaminiani, wajiridhishe ushirikishwaji wa wanandoa katika kununua na kuuza mali za ndoa. Lakini nne, waliohusika na jaribio la kumwondoa Bi Alice Haule kinyume na utaratibu wachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Ya Mheshimiwa RC, na hilo lishalitolea maelekezo tangu siku ya kwanza. Mheshimiwa RC, pia tumeona katika taarifa ya kamati, kutokana na hizo fact wanapendekeza miliki ya nyumba hiyo irejeshwe kwa Alice Pasco Haule kama msimamizi wa mirathi ya marehemu Justice Lugaibula ikiwa ni utekelezaji wa tuzo decree, iliyotolewa na Baraza la ardhi na nyumba wilaya ya Kinondoni mwezi Septemba 2021, lakini pia kutokana na mashtaka ya kughushi sports concert, kwa maana ya idhini ya mwenza. Mheshimiwa Rasi, baada ya kupokea taarifa hii na kuipitia kwa kina Katibu mkuu wizara ya ardhi Engineer Antony Sanga alifanyia kazi swala hili na hatimaye kuirejesha miliki hii kwa mlalamikaji. Na hapa, Mheshimiwa Rasiki kupendeza, naomba nikukabidhi hatimiliki husika ya mama Alice ambayo ni hii hapa. Asante sana, barikiwa sana sana sana.